Mwingine anasema je, inaruhusiwa kuzikusanya sala kwa sababu ya msongamano mkubwa wa barabarani katika mji miji mikubwa e? Ikiwa itapelekea kwa mfano e, ufike mahala kwako na ile saa nyingine wakati wake ushatoka au utakuwa umetokewa na dharura yote ile ile kama ya kuchoka sana au kuumwa Utachanganya sala kwa mfano, mtu yuko Rui hapa, yuko Rui hata kuja zake Mabela, anajua angefika Mabela time ishatoka, atachanganya, hakuna, hakuna mushkila. Au e, hata ikiwa... kwa hivyo kuchanganya, kifupi, sala ikiwa mtu simsafiri basi iwe ni kwa dharura, mukhtasari wake. Mukhtasari wa kuchanganya sala ikiwa mtu simsafiri basi anachanganya kwa kitu dharura e, kwa hivyo hiyo zahma, hiyo zahma njiani Msongamano wa magari njiani si mara zote ambao kama unakuwa ni dharura, lakini ikifikia hali ya dharura atachanganya eh. Mtu dharura anajua mwenyewe kama pengine nikafika time ishatoka eh, au kuna dharura yote inayosababisha, lakini msongamano tu wenyewe binafsi si sababu. Msongamano tu lazima kuwe na kitu kingine ambacho kitapelekea, kama hivyo ndo kwambia wakati atatoka kabla kufika safari yake na njiani hana pahala pa kusali au itakuwa tabu kusali namna hiyo.